Mamlaka ya udhibiti wa nafaka na mazao mchanganyiko yametoa elimu kwa maafisa ugani wa halmashauri zote za mkoa wa Mtwara kwa lengo la kukuza na kuinua uchumi kwa wakulima ambao wamejiegesha zaidi kwenye za uzalishaji wa zao la korosho. Mafunzo hayo yamefanyika leo Disemba 16 hapa katika chuo kikuu cha Sauti mkoani Mtwara. Jina naitwa Agnes Kimaro, ni kaimu mkuu wa kanda ya kusini kwa maana ya mikoa ya Lindi, Mtwara na Ruvuma ili kuhakikisha uzalishaji uh, endelevu. Moja ni mkakati wa, wa kuleta au kusambaza mbegu bora kwa wakulima. Kwa hiyo kuna mbegu bora zimepelekwa katika mikoa na nchi, ya nchi nzima uh, nchi nzima kumepelekwa mbegu za ufuta na, na mazao hayo yote niyo yataja uh, pia tumefanya mkakati wa mafunzo mafunzo haya kwa maafisa ugani kwa sababu tukiwa na mbegu peke yake aa, bila kuwa wakulima kupata elimu kwa ajili ya uzalishaji wa hayo mazao itakuwa haina tija. Pia mkakati mwingine ni huu wa kuandaa hiyo hiyo miongozo ambayo itasimamia uzalishaji pamoja na hivi viwango vya kilimo endelevu pamoja na masuala mengine mengi, tunaendelea kujipanga ili kusimamia Uh, kilimo kiweze kwenda vizuri na mkulima aweze kunufaika na kupata tija. Wakizungumza na wanahabari maafisa ugani hawa wameeleza kuwa kupitia elimu hiyo watahamasisha wakulima kujishughulisha na kilimo cha umwagiliaji pamoja na mazao mchanganyiko tofauti na sasa ambapo wakulima wengi wamejiegesha katika zao moja la korosho. Kwa majina anaitwa Sizia Donald Lugembe. Sizia Donald Lugembe, afisa kilimo wa kata ya Chingungwe halmashauri ya wilaya ya Tandaimba. Kwa kweli katika hili swala Kopra, tunashukuru kwanza kwamba wamekuja kutusapoti sisi kwa mafunzo na vitu vingine. Ni kwamba kwa halmashauri ya wilaya ya Tandaimba tulishajipanga, ni kwamba tuliwatoa wakulima kule wasitegemee zao la korosho tu, ili wategemee na mazao mengine ya nafaka e, kwa mfano hapo mwanzo watu walikuwaga wanategemea zao wa la korosho tu. Sasa ikitokea kwamba kwenye korosho uzalishaji umekuwa mzuri, basi kipato kwa mkulima kinakuwa chini sana na hali ya maisha yao inakuwa duni. Kwa majina anaitwa Milton unazani sume e, ni afisa ugani kutoka katika wilaya ya Nanyumbu kata ya Kilimani Hewa. Ishu ya serikali kuwekeza nguvu katika swala zima la umwagiliaji ni jambo la muhimu na pia itawabusti na kuwasaidia wakulima kwa namna moja au nyingine, kutokana na mabadiliko ya hali ya hewa, mfano mvua kuwa chache msimu hadi msimu. Kwa hiyo ni swala zuri na ni swala ambalo linaweza likawasaidia. Kwa upande wake afisa ugani wa mkoa wa Mtwara ameeleza kuwa lengo la serikali ni kuboresha miundombinu ya umwagiliaji ili kuzalisha ajira kwa vijana. Wangu naitwa Ally Linjenje ni afisa kilimo mkoa wa Mtwara. Lakini lengo la serikali kama nilivyosema kwamba ni kuboresha miundombinu ya umwagiliaji ili mkoa tuweze kuzalisha mpunga kwa kujitosheleza, tuweze kuzalisha mazao ya bustani ili kuweza kufikia lile lengo la serikali la kuzalisha ajira hasa kwa vijana. Hii miundombinu ikiboreshwa ya, ya umwagiliaji itarahisisha sana shughuli za kilimo ambazo zitavutia vijana wengi kujihusisha kwenye kilimo cha umwagiliaji hasa cha mazao ya bustani ambayo kimsingi mazao bustani, ya bustani yanaleta pesa za haraka sana, na hivyo ndio vijana wetu wanataka. Naye katibu tawala mkoa wa Mtwara amewataka maafisa ugani hao kuwashauri wakulima kuandaa mashamba kwa wakati pamoja na matumizi ya mbegu bora. Ni wajibu wa maafisa ugani kutumia utabiri huu kuwashauri wakulima vizuri, manake ni wajibu wenu kuwashauri wakulima vizuri ili waandae mashamba mapema kupanda mbegu zinazokomaa mapema maanake mbegu bora pili, tuwahamasishe wakulima kujiwekea akiba ya chakula, na hili limekuwa pia likiongelewa na viongozi wetu wakuu wa kitaifa kwamba hii sio kwa wakulima tu, hii ni kwetu sote. Tuhakikishe kwamba tunajiwekea akiba ya chakula na tusitumie chakula kwa shughuli ambazo sio za ulazima. Nikiripoti kutoka mkoa wa Mtwara, mimi ni Abdalla na hii ni Chivihi Media.